Kiwanda hiki tumehangaika nacho sana ukikamilisha. Na mimi kama mdau pia wa maendeleo katika mkoa wetu huu, tulikuwa tunahangaika swala la maji tukakamilisha, tulikuwa na masuala ya umeme tukakamilisha, na leo hii nyie mmepata ajira, kwa kweli tunawapongeza sana. Mimi hata kama kesho au kesho kutwa nikatoka kwenye mkoa huu najivunia uanzishaji wa kiwanda hiki kwa sababu na mimi nilipambana kwa kweli, namshukuru sana Mungu. Sasa kuna mambo hapa yamesemwa, cha kwanza ni barabara. TARURA uko hapa, wekeni kwenye mpango hiyo barabara iweze kujenga, sawa bwana eh? na barabara nyingine ya kule kwenye kile kiwanda kile cha Tanshine, tuangalie namna ya kuwasaidia wawekezaji wetu. lakini jambo lingine ni <coughs> tuko na mtu wa TRA hapa, tunajua kwamba nembo pale zinawekwa. Uh, viwanda vyetu vya vinywaji vikali kuna kimoja kinaitwa pan master kule, kile kine kiwanda kimefanya vizuri sana, mpaka sasa hivi kimekuwa na biashara kubwa. Na hali kadhalika tunaona hichi malt of group companies na wenyewe wanafanya vizuri, wameanza vizuri na wanafanya vizuri na niwahakikishieni kwamba ile eneo pale alio aliyolitunza iloyapo lazima ataongeza tu ili kuweza kuweka kiwanda kikubwa zaidi. Sasa tunampongeza sana Lucas David kwa maana ya kwamba anafanya kazi kubwa ya kutengeneza ajira kwa Watanzania. Mtufikishie salamu kwa sababu anachokifanya ndicho ambacho mheshimiwa rais wetu dr Samia Suluhu Hassan anakitaka kwamba Watanzania wazawa wajenge viwanda na hivyo viwanda viwe na wafanyakazi asilimia kubwa ni Watanzania. Tukiangalia humu ndani hakuna mzungu, wote ni Waafrika na mnafanya kazi na wewe, ndio operation manager Mwaafrika ma tena Mnyakyusa, mwanafyali <coughs> si <Wesi> mwamburukutu huyu? <coughs> Eh, naye mwamburukutu Eh, bahati nzuri huyu naye Mnyakyusa na ni Mnyakyusa wa Mbeya na ni amepata kazi hapo kwenye kiwanda hiki. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lazima tuhamasisha Watanzania wenzetu. Watanzania wenzetu wajenge viwanda vingi. Tuwapunguzie milolongo ya changamoto. Kwa sababu watu wengi wanaamini mzungu pekee ndiye na anaweza kujenga viwanda. Sasa hivi mambo yamebadilika. Asilimia kubwa Watanzania wenyewe wanajenga viwanda vikubwa. Kikiwemo hiki ambacho amejenga ndugu yetu lakini tunaamini kwamba sio kazi ndogo ambayo kaifanya hapa, na nyie ya wafanyakazi msimwangushe, fanyeni kazi kwa moyo wote kwa mapenzi yenu yote, mjitoe kwa moyo wenu wote kuhakikisha kwamba kiwanda hiki kinakuwa kinakuwa mpaka kinakuwa kiwanda kikubwa zaidi, yambu. Kwa kwa majina yangu naitwa Tusikile Seti Mwakasa, ni Mnyakisa. Namshukuru Rais Samia Suluhu kwa sababu ametusaidia hata vijana kuweza kupata ajira pia namshukuru kwa sababu amemwezesha bosi wetu au kiongozi wetu Mlokoz. ili aweze kufanikisha kutengeneza hichi kiwanda ili kusaidia vijana kupata ajira. Mwenyezi Mungu ambariki. Kwa majina naitwa Mpaki Daniel. Pia nipende kumshukuru mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kupunguza vikwazo na matatizo mbalimbali kwenye viwanda vidogo, the small scale industry ambapo inahusisha imposition in of tax, pia kupunguza kodi kiasi. Yes, kidogo sana yes, kwa sababu tunasaidia baadhi ya Watanzania kuanzisha viwanda ambapo ina, inapelekea kusaidia baadhi ya baadhi ya kazi au inasaidia kupunguza tatizo la unemployment kwa Tanzania. Pia yeah, inasababisha Watanzania wengi kupata ajira mbalimbali ambayo inaweza kuendeleza kwele na kukuza uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja.